Katika mafunzo ya wiki moja yenye lengo la kujengea uwezo madereva na mawakala wa usafirishaji maarufu makondakta kuhusu masuala ya sheria, kanuni na maadili pamoja na usalama barabarani yaliyoratibiwa na Chuo cha Elimu ya Biashara nchini, CBE, kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini, LATRA, washiriki akiwemo Teresia Lordwell wanasema mafunzo hayo yamewafungua macho, kwani wanawake wamekuwa wakikumbana na vitendo vingi vya ukatili wa kijinsia ikiwa ni pamoja na kulazimishwa mapenzi na mabosi wao, hivyo mamlaka za kisheria pia zinapaswa kutupia jicho eneo hilo. Mafunzo haya yametupa ufu, ufunguo yani, kwamba tumeelewa ni nini kinachotakiwa kazini, ni nini ambacho hakitakiwi kazini. Changamoto tunazokutana nazo wanawake ni hususan ni kutongozwa na mabosi, hususan ni kutongozwa na mameneja. Hiyo changamoto kwetu imetuia ni ngumu sana. Na inatufanya mpaka nyumbani waume zetu wasikubali kufanya kazi ya ukondakta. Wanahisi kwamba tunaenda na kwa kazi mbili, kazi ya wanaume na kazi ya kupata hela. Unyanyasaji tu mdogo mdogo ambao unatokea kati ya sisi na askari. Endapo kama askari ulikuwa na mahusiano naye, ikatokea kipindi mmeachana, anakuletea changamoto kusema, nitakuonyesha nitakukomesha. Tunaamini ya kwamba mtu huyu anaitwa kondakta ni mtu muhimu sana, na ninaitangazia umma na hawa wamiliki wa mabasi watambua ya kwamba mmiliki kama mmiliki hana uwezo wa kupambana kuwapata abiria mara baada ya kusikia changamoto hizo ndipo wakufunzi kutoka chuo cha elimu ya biashara nchini CBE, akiwemo Dr. Ben Mwenda na Jeremia Tumaini ambaye ni mkurugenzi, wakatoa elimu juu ya hatua zinazopaswa kuchukuliwa pindi tu wanapokutana na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia. Me, mdada amekuja kuomba kazi kwenye hiyo kampuni na wewe ukataka sasa kuanza kumnyanyasa kijinsia. Kwenye mafunzo haya sisi hicho kitu tunakisisitiza kwamba hicho kitu sio kizuri. Kama nakutana na hiyo changamoto jeshi e, la polisi lipo e, watu wa LATRA wapo, ni kwenda kuripoti kwenye mamlaka za kiserikali. Ni mafunzo ya muhimu sana, kwa sababu e, ni takwa la kisheria kwamba kuanzia sasa e, watoa wa huduma wote katika vyombo vya moto e, kwa maana ya usafiri wa umma hawa wanapaswa kupata mafunzo maalum kiachana na masuala ya ukatili wa kufunzi. Kutoka LATRA na jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, nao wametoa elimu ya usafi na maadili na kisha kueleza mipango iliyowekwa ili kuboresha huduma za usafirishaji nchini. Mmoja mwingine, mtu hata mswaki hajapiga ya yani, akiongea vipi, watu wanaanza kupiga wanafilisha kichwa, wasisikie nini, harufu ya kinywa chake, alafu anahudumia watu. Jamani kuna watu wengine wana vinyaa. Darasa leo, leo tulikuwa nje na kuwa na sheria pamoja na kanuni, tulikuwa na darasa la maadili pamoja na weledi. Hili linawapa wazi kutambua wajibu wao. M Abilia akisahau mzigo wafanye nini? Mtoto akiwa aki atambuliki sehemu ya kwenda wafanye nini? Kila swala kama hili moja kwa moja wanatakiwa kutoa taarifa kwenye ofisi husika na sasa hivi stendi tuna ofisi ambayo inahusika na masuala ya kijinsia na watoto.